Tukiangalia sasa hivi ongezeko la watu wenye kisukari, ongezeko la watu wenye kansa mm, ongezeko la watu wenye maradhi ya moyo mm, nchi maskini zinatisha, kwa sababu tumepokea madoido ya kimagharibi kwa ulimbukeni. Maanake wewe ukikuta unakula kiazi cha kuchemsha utachekwa. Mm. Ukikuta unakula kiazi cha kuchoma utachekwa. Mm. Unakula kuku aliyochemshwa utachekwa. Una yani madoido ya upishi, sisi tumeyapokea kiulimbukeni. Tunaona sasa, sasa ni ufahari familia kabisa, yaani familia leo, mm. hii nakwambia, mm. wana bajeti ya chipsi. Kila familia hiyo <laughs> ina bajeti ya chipsi. <laughs> <Atari, nani huzuni. laughs> Hey, budget ya chipsi kuku hiyo mm. ni familia. Baba yupo, mama yupo, yupomenelewa <laughs> na baba ana kitambi, baba ana <laughs> presha, baba ana <laughs> sukari yote ya, ya kwake hey. Nikwambie familia kabisa, baba anaondoka anaenda kununua kopo la majarini mm. kopo ambalo, asubuhi anapotengeneza uji, anachukua lile kopo anakokota vijiko viwili vya majarini anaweka kwenye uji huyu mm. baba huyu baba anawawekea watoto. Mimi kila siku ninaandika barua ya special diet, naandika barua ya special recommendation ya dawa za supplement za watoto mashuleni. Wanaumwa pumu, wanaumwa pressure, hmm. watoto wadogo wanaumwa kisukari, watoto wadogo, mtoto mdogo. Nashangaa baba ana hela anamsomesha shule nzuri, lakini mtoto ana mtindio wa ubongo. <laughs> mtoto anasoma anakuambia, nikiingia darasani sielewi hata kidogo mm. Yaani mi na likolo yale niliyosoma jana siyapati kwenye mtihani, mwisho wa siku tu naandika ugoro. Kwa sababu gani? Mapishi. Unaweza vipi kunasa vitu kichwani, mtoto wakati baba anakulisha vibaya? We mama umemtengenezea mtoto wako uji Eh, akili gani hiyo unachukua majarin eh? Yani, mafuta ya mgando yaliyotengenezwa kiwandani mm. Majarin ni mafuta ya mgando yaliyotengenezwa kiwandani kupitia kitendo tunachokiita hydrogenation mm. Halafu nayachukua yale mafuta unamwe kwenye uji mwanao mm unachukua yale mafuta unapaka kwenye mkate mm. unachukua yale mafuta ndo unakaangia, unakandia keki hivyo mm. vyakula ndo tunakula hayo, ndo madoido ya upishi tunayoyazungumzia mm. Watanzania hayo ndo yanawauguza.